Kwenye podcast ya A-list ambayo inawajumuisha uh, warembo na waigizaji maarufu hapa nchini Tanzania. Hapa namzungumzia Kajala Masanja, namzungumzia Jacqueline Wolper, namzungumzia Auntie Ezekiel na Irene Woya ambao ni niseme nini big 4 A-list fulani hivyo ambayo imekuwepo katika eh, hii podcast ambayo wanairusha katika eh, mtandao wa YouTube. Nakumbuka before mwaka nini episodi yayo ya kwanza kati inatoka, walizungumza vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza alikuwa ni Kajala, aliulizwa aeleze sababu ya Wema Sepetu na Uh, Lulu kutokuwepo katika hiyo podcast naakasema kwamba Lulu kipindi hiki alikuwa na mambo ya ujauzito na nini, kulea kwa hiyo ikabidi asiwepo katika hiyo, uh, nini podcast, lakini Wema Sepetu yeye hakuelewa, kusema ukweli, sababu yake ama rizoni kubwa ambayo aliitoa lakini alionekana tu ni mtu fulani hivi ambaye aliona kama anatengwa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye anaona havitakuwa sawa havitakuwa okay uh, kwenye maisha yake na akaona ratiba zake haziko sawa. Kwa hiyo siku moja amereft kwenye group, na hivyo ukabaki kuwa wanne, kwa hiyo ilikuwa ndio reason hivyo. Lakini leo Wema Sepetu, kuna watu ambao wakimtaji huku na nini vingine, inawezekana unaumia sana na na unakutakiwa na mtoto, unasema pengine zile story ambazo anakizipiga kule wenzake, mfano alikuwa anazungumzia masuala ya kulea watoto na vitu vingine kama hizo Ukiangalia wale wenzake wote wanne wana watoto, hata Lulu pia angekuwepo ni yeye pia na watoto. Kwa hiyo uh, Wema Sepetu ndio star pekee ambaye katika hao sita ambao walikuwepo kwenye Big Six na baadaye kaja ikawa A list, kati yao wanne, yeye ndo pekee ambaye hana mtoto. Sasa Wema Sepetu, baada ya maneno kuwa mengi sana, ameamua kujibu kupitia mtandao wake wa Snapchat na ameandika hivi, Ladies and gentlemen, naomba nitoe tamko dogo, msije mkazani naumia. No matter fact nimeaccept na nime make peace na moyo wangu, msinione huruma wapenzi, kwani mimi ni wa kwanza kukosa mtoto jamani? Ah, no bwana. Akaweka maua maua fulani hivi, afa akaandika pia, so naomba mwaka huu tusemane kuhusu mambo mengine jamani, sio mambo ya watoto, maisha yenyewe mafupi tu, enjoy max na kingine, sijui Wema hana kazi, hana nyumba, sitaki urithi. Akasema uh, urithi nilioachiwa wa nyumba unatosha, tusiingiliane. Aika tena maua maua, akaandika pia, mi nikijenga nisipojenga, that's my business. Kwanza sina hata wa kumwachia urithi, ibaki hivyo. elfu mbili na ishirini na sita, we live in the good life, no question asked bwana Wema Sepetu ndo amezungumza hivyo, amemaliza kwa kuandika b.2026 e, ananishe tu maisha mazuri, yani tuishi maisha mazuri na nini, afu asiulize tena maswali maswali haya ambayo amekuwa akiuliza. Lakini watu eh, reaction wa watu katika hili kwa imekuwa tofauti, kila mtu amekuwa akilipokea kwa namna the ambavyo analiona na kuna mwingine anasema kwamba inawezekana wewe Sepetu kwenye depression, kuna mwingine anazungumza kweli, huyu mwingine anazungumza bwana Uh, kwangu mimi nachokiona Wema yuko sahihi, na kuna mwingine anaona kama Wema labda mm -hmm. uh, katika hili labda kweli hayuko sahihi, yaani kila mtu anazungumza la kwake. Pengine hasa ungekuwa ni wewe, unazani uh, Wema alikuwa na haja ya kulitolea ufafanuzi hili jambo, na pia unahisi pia uh, Wema angekupa katika hii uh, podcast ya masta wenzake wa wangapi? Hao wanne wa, wa, wa, unadhani uh, Wema Sepetu pia pangemfaa, pang ama unahisi kuna baadhi ya vitu ambavyo visinge visinge visinge visinge wezekana. Unajua, wakati mwingine pia mambo ya wanawake pia nakaga na vitu vingi sana kwa hiyo kuna wale ambao wanaona kama like, uh, Wema Sepetu angekuwepo mle, kuna baadhi ya story labda zinge isinge mfaa. Kuna ingine anasema sijui hivi nana hivi. Kiukweli mambo ni mengi sana, sio nanaelewa lakini uh, kuna pointi ambayo pia Wema Sepetu alikuja akaiandika akasema akasema kwamba mnafika pointi mpaka ya kunifananisha na watu wengine. Oya Wema hajawahi kuwa kwenye competition na mtu yoyote yule. Kwanza kuniweka kwenye mashindano na, na sijui sipendi um, um, I am my own competitor, yaani yeye yeah. Ndo hivyo, mshindano wake ni yeye mwenyewe. Ninayeshindana naye ni ninayemwona kwenye kioo tu, na ingekuwa hivyo kwa kila mtu tunge, tungetisha sana. Anayemwona kwenye, unayemwona kwenye kioo ndo ushindane naye, maana kila mtu kaandikiwa riziki yake na Allah. Sasa endelea kushindana na mtu wa Mungu ujinyee, cheza mechi zako, sasa ukatake kucheza na kina Lamin upasuke msamba. Ameandika na hivyo uh, nani, uh, Wema Sepetu we, we kikweli, ameandika mambo mengi sana. Mimi nikipata kama hauna share kwenye upataji wangu, theni haukuhusu, nikikosa it is the same damn thug. Sasa why should you, should you bother? Kila mtu acheze mechi zake as long as you are happy with whatever you are doing. Kikubwa pumzi na uzima. Kiukweli, Wema ameandika maneno mengi sana. Hii ya mwisho ameandika hivi: nyie au mi nikijenga, najenga na chumba cha kila Mtanzania au sijui nimewaza sana, ujue usikute mna vyumba, mna vyumba kwenye hekalu langu na hamniambi. Ameandika hivyo Wema. Isaac. Sepetu, nambie uh, kwenye hili ambalo amelizungumza Wema kwako wewe hasa una maoni gani, na unalipi pia unalipi pia la kuzungumza? Mi naitwa Victor Madaha, hii ni Bongo Plus TV. Asante kwa wakati wako.